Mtazamaji ni mfululizo wa vipindi vyetu kutokea hapa elimu ya afya kwa umma, na hii ni Idara Kinga, Wizara ya Afya. Tuko hapa kuhakikisha kwamba unapata elimu ya afya wakati wote, kutokea katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke. Niko hapa na daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, yeye atakwenda kutueleza kiundani zaidi ni kwa jinsi gani elimu ya afya ya uzazi na lishe inamsaidiaje mama akiwa mjamzito mpaka kujifungua. Mimi ni Amos Mwakitaru, leo nipo na Daktari Mashombo ambaye yeye atakwenda kutufafanulia haya. Daktari, karibu sana leo uweze kuzungumza na Watanzania juu ya elimu hii ya afya na lishe kwa mjamzito, na namna ambayo tunaweza kumsaidia akiwa mjamzito mpaka kujifungua. Afya, elimu ya afya ya uzazi na lishe, hii ni elimu muhimu sana ni muhimu sana kwa kuanza, kwa, kwa, kwa umuhimu uh, umuhimu wa elimu ya afya kwa mja mzito, kuna elimu ya afya kwa mja mzito kama general na kuna elimu ya afya ya lishe kwa mja mzito. Kwa hiyo tukiangalia afya kwa ujumla, elimu ya afya kwa hawa mama wajawazito wazito, tunapenda sana kuwapa elimu, na hii elimu ni muhimu sana ianze hata kabla ya mama hajawa mja mzito, wakati anajiandaa kupata ujauzito ni muhimu sana mama aweze kuwaona madaktari bingwa, ashauriane nao hali yake, waweze kumshauri ni wakati gani sahihi wa kupata ujauzito. Kwa hiyo kabla ya kupata ujauzito, miezi mitatu ya pale kabla, kuna mambo ambayo tunatakiwa tushauriane na, na yule anayetegemea kuwa mjamzito, ambayo tutapale tunaangalia afya yake inamruhusu kupata ujauzito kwa wakati huo, kwa sababu kuna watu tayari wana afya zingine, wakuta mtu ana magonjwa labda maradhi ya presha, shinikizo la damu, sukari, mwingine ana seli mundu. kwa hiyo kuna viwango labda vinatakiwa, kama ni sukari tu kuna kiwango kinatakiwa kifikiwe, kabla hajaruhusiwa kupata mimba. Kama ni magonjwa ya moyo kuna viwango vya vinaangaliwa kabla hajapata ujauzito, hiyo katika level fulani, ili aweze kuruhusiwa. Hiyo inamsaidia hata akipata ujauzito, mwendelezo unakuwa hauna changamoto sana kwa hiyo ni muhimu sana hii afya ianze kabla, halafu iendelee wakati wa ujauzito uzito, alafu pia na baada ya ujauzito zile zile wiki sita za mwanzo pia ni muhimu sana kwa afya ya mama na mtoto. Umuhimu uh, wa lishe mama, ni vizuri ajue ni wakati gani anapata lishe ya aina gani. Lishe kwa ujumla inamuimarisha mama katika mlea mtoto wake aliyeko tumboni. Kwa hiyo, hapa na mama tunawafundisha kuhusiana na lishe bora wakati wa ujauzito na baada ya ujauzito, kwa ajili pia, hata baada ya ujauzito yule mama atahitaji kumnyonyesha mtoto wake. Kwa hiyo, atatakiwa ajue ni lishe gani anapata, ili mtoto apate maziwa vizuri. Kwa hiyo, katika hii elimu ya lishe tunatamani sana mama apate lishe sahihi, balanced diet, ambayo ina virutubisho mbalimbali. tulipotoka tulipo, na tunapoelekea, tunajenga taifa imara lenye afya.